Mkutano wa COP 30 umemalizika. Karibu sana, mimi naitwa Muhammed Ngangambe. 2025 mkutano wa COP 30 umemalizika, dunia yatakiwa kupunguza matumizi ya mafuta ya, ya kisukuku na ufadhili wa miradi ya uhimilivu waongezwa maradufu zaidi. mafuta ya kisukuku Fossil fuels ni aina ya nishati ina, ina inayotokana na mabaki ya viumbe hai waliokufa mamilioni ya miaka iliyopita yakiwa chini earth, ya ardhi. Aina ya, aina kuu za mafuta ya kisukuku ni mafuta ya petroli crude oil hutumika kutengeneza petroli, diesel na kadhalika; makaa ya mawe hutumika hasa kuzalisha umeme; gesi asilia yani natural gas hutumika kwa kupikia, viwandani na kuzalisha umeme. Mafuta haya yanachangia kwa kiasi kikubwa utoaji wa gesi chafu kama carbon dioxide, ambazo husababisha mabadiliko ya tabia ya nchi. Karibu sana. Kikao cha 30 cha mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko tabia 30, Belem, Brazil, ya tabia ya nchi COP30 kimehitimishwa mjini Belem, Brazil kwa makubaliano ya maridhiano ambapo nchi zimekubaliana kuongeza mara tatu ufadhili wa fedha za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, yani Adaptation finance kwa nchi zinazoendelea kama sehemu ya makubaliano ya mkutano yanayojulikana kama uamuzi wa Mutirao wa dunia. Hata hivyo, nchi hazikuweza kufikia mwafaka juu ya ramani ya njia ya kuachana na matumizi ya mafuta ya kisukuku na kusitisha ukataji miti. Hata hivyo, tangazo lisilo rasmi kuhusu masuala haya mawili limekuwa kama mwanga wa matumaini, kwani litaendeleza mjadala kuhusu madhara tabia ya nchi yanayosababishwa na mafuta ya kisukuku katika mikutano ijayo ya COP, kwa kuwa nchi nyingi zilikuwa zinasisitiza kuwepo kwa makubaliano ya kuachana na mafuta ya kisukuku: mafuta ya petroli, gesi asilia na makaa ya mawe na kusitisha ukataji wa misitu. Urais wa Brazil wa COP30 umetangaza ramani mbili za mwelekeo, ni moja kuhusu kuachana na matumizi ya mafuta ya kisukuku kwa njia ya haki ya, ya mpangilio na usawa, na nyingine ni kuhusu kusitisha na kubadili mwelekeo wa uharibifu wa misitu. Ni wajibu wangu kutambua mijadala muhimu sana iliyofanyika huku Belem ambayo inahitaji kuendelezwa wakati wa urais wa Brazil hadi kopu ijayo, hata kama haijakisiwa katika maandishi tuliyoidhinisha sasa hivi. Tunafahamu kuwa baadhi yenu mlikuwa na matarajio makubwa zaidi kuhusu baadhi ya maswala. Nitajitahidi kutoa vunja moyo katika kipindi changu cha urais, alisema Dolago. Dolago huyu anaitwa Andri Korea Dolago ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkutano wa COP30 uliofanyika mwaka huu Belem, Brazil. Yeye ni mtaalamu na kiongozi aliyeshughulikia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na uratibu wa mikutano mikubwa ya kimataifa kuhusu mazingira. Katika hotuba yake, aliwakilisha uraisi wa mkutano huo na alijitahidi kuongoza majadiliano muhimu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hata hivyo, makubaliano yaliyofikiwa yaliyofahamika kama makubaliano ya Mutirao yalikuwa na pingamizi kadhaa, ambapo baadhi ya nchi zikiwemo Colombia, Uruguay na Chile zilitaja dosari za kiutaratibu wakati maandishi ya maamuzi hayo yalipokuwa yanapitishwa kwa nyundo rasmi. Kusimamishwa kwa muda kwa kikao cha kufunga kulitokea, lakini suala hilo liliweza kutatuliwa baada ya kukubaliwa kwamba kazi za lengo la kimataifa na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi ga na mpango wa kazi wa kupunguza uzalishaji wa zinaendelea wakati wa vikao vya kati ya mikutano ya COP vitakavyofanyika Bonn, mwaka ujao. Ingawa si kile kilichohitajika kikamilifu, matokeo ya Belem ni hatua muhimu ya maendeleo. Mkataba wa Paris unafanya kazi. Mchakato wa kuondoka kwenye nishati ya kisukuku ulioafikiwa Dubai unaongezeka kasi licha ya juhudi za nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi kupunguza kasi ya mpito wa nishati safi. Ushirikiano wa kimataifa unaendelea kulinda maslahi ya dunia nzima katika kukabili mzozo wa tabia nchi, alisema Jennifer Morgan, aliyekuwa mjumbe wa mabadiliko ya tabia ya nchi wa Ujerumani. COP30 imeleta mafanikio ya kuongeza mara tatu fedha za kukabiliana na athari za tabia ya nchi kulinda misitu ya dunia na kuinua sauti za watu wa kiasili kuliko wakati mwingine wowote ule. Hii inaonyesha kwamba licha ya changamoto za kisiasa duniani, ushirikiano wa kimataifa kuhusu tabianchi bado unaweza kutoa matokeo, lakini wengi wataondoka Belem wakiwa wamesikitishwa kwamba wajumbe hawakuweza kukubaliana kuhusu kuandaa ramani ya njia ya kuondoka kabisa kwenye matumizi ni ya nishati ya kisukuku, alisema Ani Dasgupta, rais na mkurugenzi mtendaji wa World Resources Institute. Mkataba huu si mkamilifu na upo mbali na matakwa ya sayansi, lakini katika kipindi ambacho ushirikiano wa kimataifa unapita majaribu, ni muhimu kwamba nchi zinaendelea kusogea mbele kwa pamoja. Ingawa inasikitisha kwamba nchi zimeshindwa kukubaliana juu ya ramani ya pamoja ya kuondokana na nishati ya kisukuku au kusitisha ukataji misitu. Mwelekeo wa dunia uko wazi, na tumeshuhudia hatua halisi katika kuanzisha utaratibu wa mpito wa haki, kukubaliana mpango wa utekelezaji wa usawa wa kijinsia, na kutoa wito wa kuongeza mara tatu fedha za kukabiliana na athari za kwa mataifa yaliyo hatarini ifikapo 2035. Rais wa zamani Ireland na mwanachama wa the Elders Mary Robinson aliunga hoja akizungumzia swala zima la matokeo ya jumla ya COP30. Katibu mtendaji wa mabadiliko ya tabianchi wa Umoja wa Mataifa Simon Stiel alisema, tulijua COP hii ingefanyika katika mazingira magumu ya kisiasa. Udanganyifu, migawanyiko na siasa za kimataifa zimeathiri kwa kiasi kikubwa ushirikiano wa kimataifa mwaka huu, lakini marafiki, COP30 imeonyesha kwamba ushirikiano wa tabia nchi bado upo na unaendelea ukiweka binadamu katika mapambano ya kuhakikisha dunia inabaki kuishi, kwa lengo thabiti la kuweka kikomo cha nyuzi joto 1.5 kupanda kwa wastani wa joto la dunia kulinganisha na viwango vya 1850 kwa 1900 kuwa ndani ya uwezo wa kufikiwa. Nchi washiriki katika COP30 pia zilikubaliana juu ya mpango wa kazi wa miaka miwili kwa ajili ya utoaji wa fedha za tabia nchi ukiwemo ule wa dola bilioni mia tatu kwa mwaka kama ilivyoahidiwa mwaka 2024. Kuongezeka mara tatu kwa fedha za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kuna maanisha kwamba fedha zinazohitajika kwa, zina kwa nchi zinazoendelea zitafikia dola bilioni 120 kwa mwaka ifikapo 2035 kutoka kiwango cha sasa cha takriban dola bilioni 40 kwa mwaka ndani ya kifurushi cha jumla cha fedha za tabia nchi cha dola bilioni 300 kwa mwaka ifikapo 2035, ambapo kilikubaliwa katika COP 29 huko Baku, Azerbaijan mwaka jana. Mwisho, nchi zilizoshiriki COP30 zilikubaliana kuanzisha kichocheo cha utekelezaji wa kidunia mchakato wa miaka miwili unaoangazwa na urais wa COP30 na COP31 ili kufanikisha pengo kati ya mipango ya kitaifa ya hali ya hewa iliyopo na kinachohitajika ili kudumisha ongezeko la joto la sentigredi moja pointi tano likiwa la kufikia. Pia walikubaliana kuendeleza mfumo wa mpito wenye haki ili kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, msaada wa kiufundi, ujenzi wa uwezo na kushiriki maarifa kwa usawa. Na hapo ndo mwisho, mimi naitwa Muhamed Ngangambe.